bolesha tendo la ndoa. Mumeo akija akute seksi ambayo ina kiwango, unazungusha nyonga, akileta uume wake, ukienda huku unagonga huku, unagonga huku, unagonga huku, ndo anasikia ladha. Asante sana Mwingine. <laughs> Ngoja niwaambie kitu. Umeshawahi kuwashwa na sikio, ukachukua kile kidude cha kusafisha sikio, unapokiweka sikioni, huwa unasafishaje sikio? Huwa una, unafanya hivi kama yule anayejaza tairi la bodaboda, au kuna namna ambavyo huwa unafanya hivi kidogo alafu unafanya na hivi unazungusha na huku na wakati, unazungusha huko, sauti inakuwaje? Ah, ah, ah, ah. <laughs> <laughs> mpaka kama kuna mtu alikuwa yuko pale nje anajua jamaa washaanza huko, washaanza kumbe, wewe unasafisha tu sikio hiyo raha yake, kwa sababu haufanyi hivi. Sasa kiuno cha mwanamke asiyetingisha, kiuno cha mwanamke kisichokatika, akina ladha, akina ladha, kwa sababu wakati uume unaingia unapoendelea una kufanya kazi, unapozungusha kiuno, kiuno unaofanya ule uume, wakati wewe ukizunguka, mara unaenda unagonga huku, wakati umezungusha kiuno, unaenda unagonga huku, ukizungusha tena unaenda unagonga huku, na hiyo ndio inaleta ladha kwa mwanaume. Kwa hiyo, wamama, wazazi wenu waliwalisha, walikuwa wanawalisha, wanawatunza, walikuwa wanawahudumia kwa kila kitu, lakini kuna kitu kimoja walishindwa kuwasaidia, ndio wakawatuma kwa waume zenu kwa sababu tendo la ndoa tu wazazi hawawezi kukupa, inabidi upewe na mume. Kwa hiyo uko kwa mume wako, usilembelembe, piga kazi, piga kazi, jifunze kukata kiuno. Waulize wanaojua, jamani, kiuno kinakatwaje? Kwa sababu mwanaume haijoi seksi ya mwanamke ambaye hakati kiuno.